Dudu au magugu shamani yanazidi kuathiri nyuki, jambo ambalo limetajwa kuchangia kupungua kwa idadi ya nyuki duniani. Wanaharakati wa mazingira na wafugaji nyuki katika kaunti ya Nandi wameelezea wasiwasi wao kuhusu hali hiyo, wakisema kuwa nyuki wanaangamizwa zaidi. Daniel Korira anaarifu zaidi kutoka huko Nandi kwenye maadhimisho ya siku ya nyuki duniani. Wanaharakati hao walitoa wito kwa serikali kuhakikisha kuwa dawa hatari hazitumiwe karibu na sehemu ambako nyuki wanafugwa. Kulingana nao, dawa za wadudu au kemikali zingine za viwandani zinaweza kuharibu makazi ya nyuki au kuathiri afya yao. Watu hawaguzi eh, eh, nyuki kwa njia ipasavyo, wanaweka katika kemikali katika mimea zao ambao zina eh, dhuru nyuki, inafanya nyuki wapungue kwa sio eh, kawaida na tunahimiza kwamba wakulima wasiweze kuweka mimea zao hizi kemikali ambazo zinadhuru uh, nyuki inaweza kupungua, tuweze kwenda katika mfumo ya organic farming ambapo hakutakuwa na chemicals ambazo zinasaidia ina, inaweza dhuru nyuki wasiweze ku Uh, nyuki ziweze kukua wengi. Wanaharakati hao sasa wanataka wafugaji wa nyuki kutumia mbinu mwafaka kuimarisha uzalishaji wa asali na kuongeza idadi ya nyuki. We need to conserve our environment. We need to plant native trees. We need to integrate them with the crop trees. And alongside that, we need now to do the beekeeping so that at least we can have a, a, a healthy ecosystem. Katika sherehe hiyo, wakulima walielezea faida wanazopata kwa nyuki.

the the the inception or the introduction of the fridges that are used everywhere, it was initially used as a conservative. Inatusaidia kuconserve chakula chetu, inatusaidia kuconserve mambo mengi, and pia ya mwisho inatusaidia as medicinal. Inasaidia katika uchumi na pia inasaidia ikiwa ni dawa, vile tumesikia ya kwamba tukipata asali inasaidia watu wetu katika jamii. Na kwa hivyo tunahimiza vijana katika kanisa waweze kuchukua nafasi kuwa na kikundi ambayo wanaweza kuwa na kikundi ambayo wanaweza kupata nafasi ya kutengeneza vitu ambayo inaweza wasaidia pia, waweze kuwa na, na nyuki ili waweze kuwa na pesa. Wakulima wanasema kuwa ufugaji wa nyuki unasaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Daniel Korir, Runinga ya Citizen kutoka eneo la Kipseibo, County ya Nandi.